Tuende kwingineko tukiachana na kampeni mm. Uh, wikendi hii pia habari kubwa ambayo ilizungumzwa sana mchungu, ndio ni wakati tunajiandaa kwa ajili ya kwenda kumpumzisha Raila Odinga anakumbuka mm. Uh, mahakamani uh, kwenye ile kesi ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu mm. Alinukuliwa pale mahakamani kwa kuzungumza na viongozi wa Chadema mm. E, fanyeni hiki, fanyeni hiki, akawaagiza kwamba hakikisheni mnakwenda kumzika Raila Odinga akumbuka mm. wakati Chadema wanashinda wana uongozi hii mm. uh, era ya kina Tundu Lissu mm. walienda Kenya yes. wali Odinga Odinga yeye aliposti Odinga kwenye kurasa zake mm. e, tukawa tunabishana na mtu kwamba Chadema wenyewe waliposti wakaweka tu wamekutana na Odinga wame, wamefanya mazungumzo wame, mazuri na wamejadiliana mambo mengi mm. Odinga pia naye akaja akaposti akasema miongoni mwa waliowashauri pia ni kukaa mezani mm. ye aliweka wazi kwenye mm. ukurasa wake nakumbuka wa Facebook na Instagram mm. kwamba mekutanaa viongozi wa Chadema, nimewashauri mm. e, wafanye siasa safi na wakae mezani, tumie meza kama, kama kama hulka yake e, watumie meza nimewashauri watumie meza mm. Sasa hiyo haikuwa habari kubwa kwa sababu ishapita, lakini mm. uh, weekend hii hapa utekelezaji wa ile agizo la mwenyekiti wa chama cha Chadema, Tundu Lissu, pale mahakamani mm. uh, John Heche akawa anaelekea nchini Kenya mm. e, lakini ilikuwa kuna sekeseke la yeye kuzuiwa mm. e, mpakani ali, kuzuiwa mpakani pale Sirari mm. na hakuweza kuonekana kwenye msiba wa Raila Odinga ambao ni jana ambao ni jana kwa kuwa kuna mambo mengi kweli kweli yaliyokuwa ya yakiendelea pale, uh, kwa kuna zile video zinatembea, nimeona watu ni eh, so so yes, wametoka pande zote mbili, upande wa Kenya Tanzania, wa Kenya, Tanzania, wakakabu, wanamtaka pale, baadaye wakaondoka naye mm. uh, waka, waka naye wana, wana uh, kabla wajaondoka naye alizungumza mm. na akaeleza nini ambacho kilitokea pale kwenye ofisi za uhamiaji mpaka mm, akazuiwa kuelekea nchini Kenya, mizuiliwa kusafiri kwenda kwenye msiba wa babara e, ila kwenye mazishi na e, nilipata taarifa hizi tangu jana kwamba kuna mpango wa kunizuia immigration ni ya Tanzania kunajipanga kunizuia na tangu jana nilipokuwa nasafiri e, nilipofika Mwanza nimeona Eh, kulikuwa na, na ukaguzi ambao si wa kawaida hata nilipofika Magu leo asubuhi, gari yangu imekaguliwa yote, na yule aliyekuwa ananikagua akatoa signal kuambia wenzake kwamba huyu mtu amepita, na baadaye nilianza kufuatwa na gari nyuma, Land Cruiser ambayo ni dark blue, ambayo tumeachana makutano, yenyewe ikaelekea njia ya Msoma, mimi nikaje hivi. Nilipofika kwenye boda ya Tanzania, wakati naingia wamenikagua tena na wakatoa signal, na baadaye nikafatwa na afisa mmoja anaitwa Sonda. Hapa wakati nakuja kugonga passport, amechukua passport yangu, wamenizuia. kwa hiyo hapa mnaniona niko kwenye one stop border Hispania, wamezuia mimi kusafiri bila sababu, kwa sababu hoja yake ni kwamba anasema mimi na kesi Tanzania, kwa hiyo usiruhusi kusafiri. Nimemwambia mimi nimetunga sheria, nimekuwa mgumu ni sheria gani inayosema mtu akiwa na kesi haruhusiwi kusafiri? Kwa sababu mimi natakiwa kwenda tu siku ya kesi mahakamani, nikimisi siku ya kesi ndio kuna shida. Nikamuuliza kama ana namba ya kesi, hana. Nikamuuliza kama ana barua yoyote kutoka mahakamani ya kunizuia, hana. Nikamzui, nikamuuliza nani aliyemwambia, hana. Amechukua pasipoti yangu ameondoka nayo na wamesema siruhusiwi kusafiri. Kwa mimi niko hapa nasubiri wanipe maelekezo mengine. E, na e, tujue tujueni kwa nini wananizuia mimi kwenda kwenye mazishi. Na haya ni mambo mabaya kabisa, kwa sababu John Heche akizungumza mm -hmm. wakati alipozuiliwa Yusa ni kabla ya taarifa ya eh, kabla ya taarifa ya uhamiaji mm -hmm. na pale pale pia uh, katokea kama tafrani hivi mm -hmm. uh, wananchi wakajazana pale mm -hmm. uka usiku usiku kama giza lishaingia ingia hivi mm -hmm. wananchi wakajazana pale, baadaye wakatoka na Heche mm -hmm wakatoka naye pale, na walivyoondoka naye pale uh, kukawa kuna kama kama kuhecana, wahutubia wananchi, nini kimetokea mm. Hii hapa unaweza ukasikiliza kidogo tu uh, wakati akizungumza na wananchi wa eneo lile Mba, alikuwa akizungumza akieleza kwamba alikuwa anakwenda kumzika baba Raila Odinga mm. na ikashindikana. Sasa uh, jana uh, usiku ule ule ikatoka taarifa sasa kuamkia jana mm. ya mamlaka ambayo ndio ilihusika moja kwa moja kwenye kumzuia kwa sababu hiyo, ni iko wazi kwamba mm. Eh, hiyo, hiyo, hiyo ni, iko wazi kwamba mm. alizuiwa kwenye ofisi za uhamiaji mm. Sasa idara ya uhamiaji nchini ikasema kuwa makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA Bara John Wegesa we, Heche ameondoka nchini Tanzania na kuingia nchi jirani bila kufuata utaratibu kupitia kituo cha uhamiaji cha Sirari mkoani Mara mm. Taarifa iliyotolewa na msemaji wa idara hiyo uh, SSI Paul Msele jana imeeleza kuwa Heche alivuka mpaka uh, Oktoba 18 bila kufuata utaratibu na kanuni za uhamiaji zilizoundwa chini ya sheria ya uhamiaji sura ya hamsini na nne. Kinukuu ile taarifa inasema, leo tarehe 18 Oktoba, yani juzi, aa, katika kituo cha uhamiaji cha mpaka wa Sirari mkoani Mara, John Wegesa Heche ameondoka nchini na kuvuka mpaka na kuingia nchi jirani bila kufata taratibu na kanuni za uhamiaji zilizoundwa chini ya sheria ya uhamiaji sura ya hamsini na nne. Taarifa hiyo ilikuwa inaeleza hivyo mm. Sasa, kufuatia tukio hilo, idara hiyo imetoa wito kwa raia wa Tanzania na wageni wote wanaotoka na kuingia nchini kufuata taratibu na kanuni zinazoongoza uingiaji, ukazi na utokaji wa watu nchini ili kuepuka kutenda kosa na kuchukua hatua za kisheria. Hii taarifa ikaibua pia maswali kwamba Heche yuko wapi? Yes, eh, kusababu, kwa sababu kwa mujibu wa zile uh, purukushani za pale, onekana wazi ni kwamba alirudi mm. Akaondoka na wananchi mm. E, kaibua maswali kwamba ameondoka ndo amevuka au ameondoka imekua, sababu taarifa ya uhamiaji inasema h amevuka, yes. bila utaratibu mm. Sasa amevuka, ameenda wapi? Kwa sababu hata kwenye msiba pia mm. sikuiona siku mm. jana, nikapata nafasi ya kusikiliza press conference iliyofanyika ya msemaji wa Chadema mm. Brenda Rupia ambaye walifanya online kwa mm. walinitumia ile link chapu, nikawa nasikiliza alichokuwa anaongea mm. yeah. na waandishi wa habari mm. akawa anaeleza wazi kwamba John Heche hayupo Kenya mm. alikuwa anajibu taarifa ya uhamiaji kwamba John H hayupo Kenya, yupo Tanzania baada ya kuzuiwa kwenda Kenya kwa mujibu wa Chadema na kwa mujibu wa John Heche. Nimeona pia kuna sehemu alikuwa anaojiwa mm. alituma pia video anasema yeye yupo Tanzania, saa taarifa za yeye kwamba amevuka kwenda Kenya hana mm. Ndo maswali yakabaki hapo, lakini pia maswali mengine yaliyobaki kwenye hili uh, ni, ni, ni, ni, ni, ni maswali ya watu wengi kwamba viongozi wa CHADEMA wana makatazo gani mpaka sasa kuhusu kusafiri? Sio mara ya kwanza mm. Uh, Lema aloko lalamika, alizuiwa anamanga akarejeshwa hivyo hivyo na uhamiaji Uh, John Heche amezuiwa ame, ame, ame, ame Sirari. Kwa hiyo maswali ya watu wengi pia wanatamani, na mimi pia hata ukinipa nafasi ya kukana na, na afisa uhamiaji mm. uh, kwenye maswali yangu mm. nitamuuliza au au, zuio la mahakama, uh, kwamba kuna agizo gani ambalo mm. linatakiwa liwekwe wazi kwamba viongozi hawa hawaruhusiwi kwa uh, sababu, kwa mfano zuio la viongozi wa CHADEMA kufanya siasa liliwekwa wazi kwamba kwa mujibu wa kesi hii Uh, imeamuliwa kwamba haruhusiwi kufanya siasa mpaka iamuliwe na, na haruhusiwi kutumia mali za chama kutumia mali za chama hiyo mm, ilikuwa wazi kwao. Pia natamani walau tupate taarifa ya wazi tu hata kwa wanasheria wanaoendesha hizi kesi mm, mawakili wa serikali mm, na nini mm, watusaidie kuna mazuio ya, usafi, ya kusafiri ya hawa watu mm yaani ikiwekwa wazi hivyo itaondoa hizi unajua hizi ilikuwa ni sintofahamu ambao yes. Kama ingekuwa inajulikana wazi kwamba tungejua e, kavunja sheria kaenda kati ya shakatazwa mm. Mm. Lakini kwa sababu haijawahi kuwekwa kwa wazi sana kwamba hizi kesi zinazuia pia wao kusafiri yes. Tungewekwa wazi tungefahamu hizi ingekuwa ni habari au huko unapenda napo ni shughuli ambazo za kisiasa zinahusiana na hii katazo hiyo katazo mm. Tungeweza kufahamu lakini hizi sintofahamu ndo zinafanya naanza kuunganisha, ni kwamba kwa kesi hizi hawa viongozi pia hawaruhusiwi kutoka nje, kwa sababu ukisikiliza anasema pale aliambiwa mm. kwamba una kesi Tanzania, kwa hiyo uruhusiwi kutoka mm. tufahamu ufafanuzi mm. mwingine, kwamba kesi ipi ambayo inawataka ina viongozi CHADEMA wasitoke mm. Sababu ni matakwa ya kesi, katokea kwa kesi na, kutokana na uzito wa kesi hii hata hawa pia hawaruhusiwi kutoka nje hmm. Naweze kamula sa so, iwekwe wazi hmm. ili watu waweze kuja kuliko sintofahamu ambazo

Hmm. Sababu watusaidie kwenye kuelezea hmm. nini ambacho kilitokea, lakini scenario nzima ni hiyo mpaka yep. E, jana, jana taarifa ya mwisho kabisa ni hiyo ya Heche akieleza e kwamba mimi nipo Tanzania kujibu taarifa ya uhamiaji, akisema mimi nipo, lakini hmm. uhamiaji wanasema amevuka bila kufuata taratibu na kutoa wito kwa watu wengine kufuata sheria. Kwa hiyo hiyo ndo ilikuwa a, kwenye upande wa, wa kesi ya, ya lana ile taarifa ya, Saka, e, mm. pali. mm. mm. uh, ya kutoweka kwa yule kiongozi mm. e, e, mm. e, wa dini ambapo baadaye alipatikana, kwa mujibu wa jeshi la polisi wanasema walimpata akiwa hoi. Ee, na wanasema alikuwa na msongo wa mawazo, alijipoteza kutokana na msongo wa mawazo ee, madeni na mapenzi <laughs> sasa. Jana hiyo sio taarifa hiyo yu ikaishia hapo, lakini jana askofu wa jimbo kuu Katoliki Mwanza, Mhashamu Renatus Nkwande akasema baada ya taarifa za kutoweka kwa padri Camilius mm. Nikata na baadaye kupatikana walitarajia kupokea maeneo maneno ya kutia moyo, badala yake wamepewa maneno aliyoyaeleza kuwa ni ya kuudhi. mm. Askofu Mkwande amesema hayo jana juzi, Oktoba 18 katika adhimisho la miaka la misa takatifu jimboni humo, ambapo pia amekosoa taarifa alizodai kuwa padre huyo alipanga kuachana na upadre na kusikilizwa, asema mm. mm. badala ya ile taarifa kuwapa watu moyo hmm. Taarifa zilikuwa za kuudhi, za kwa nini alipotea padri. Aliyepotea ndugu zangu, ni padri wa Songea, kwa asili ni padri wa Songea, lakini anafanya kazi katika jimbo hili kwa muda aliopo. Kwa muda huu ni padri wa Mwanza. kama alishawahi kupanga kuacha upadri, mimi napaswa kujua, si mwingine tena, mimi sijui, askofu asongea hajui. Watu wamesema kwamba eti alishaomba hakusikilizwa. Mapadri hivi, ukitaka kuacha upadri unasikilizwa, si unaondoka zako? Tunao wangapi ambao wameacha upadri, wameondoka, walisikilizwa. badala ya kupata ma, ma, ma, maneno ya kututia moyo tusikate tamaa, tunapewa maneno ya maudhi. Tunaudhiwa tunapofungua parokia zetu hizi, tuombe tusali, tuombe amani. Haya, huyo ni askofu wa jimbo kuu Katoliki pale Mwanza, mm, uh, Mhashamu Renatus Nkwande kuzungumzia sakata la kupotea na kupatikana kwa kamulis ni kata ambaye ni padri ambaye baadaye alipatikana porini. Yes, tumeona kuna picha za, za mjongeo akibebwa na jeshi la polisi, na polisi wakasema alikuwa na msongo wa mawazo, mawazo, madeni, na aliacha gari lake kabisa. E, aliacha e. Sasa eh? msongo wa mawazo madeni, sasa As askofu ye anasisitiza tu kwamba kwenye taarifa kama hizi mm, sio muda wa kuanza ku kubeza mambo anasema, muda wa kupeana matumaini kwa sababu tu mm, alichukulia kama mzaa fulani hivi kukejeli mm, fulani ana mm, sataya mm, tuitumie kama sehemu ya kupeana moyo, mm, sijua alipatwa na shida gani mm. Hiyo ndio taarifa tuliyokuandalia, nyingine kwenye wino mzito bwana. Mengine mengi utaendelea kuyasikiliza kupitia kwetu mpaka itakapotimia saa tatu kamili. Endelea kuandika maoni yako pia. Nimekuona Juma Semindu anasema kila laheri kwenu, mpo vizuri kwenye uchambuzi, asante pia. Good luck Bereda anasema pia kutoka Buchosa, Mwanza uko tuko pamoja sana hadi tamati. Nimekuona Mariam au Mari anasema kunyweni wani, nakuja kulipa.